Kusema kweli hii biashara yetu ilianzia mbali sana. Nakumbuka ilikuwa mimi mwenyewe nilikuwa nimesafiri, nilikuwa nilikuwa nchini Kenya pale. Nikakutana na jamaa mmoja anatengeneza sabuni, alikuwa na kiwanda kikubwa sana, kubwa mno pale. Eh, akanieleza jinsi alivyoanza mpaka alipo. By the way, nilikuwa surprised sana. Sasa alikuwa na kiwanda kikubwa lakini, alivyonielezea, nilivyo convert hela za Kitanzania, ni kama alianza na kama milioni kumi hivi za Kitanzania, hivi kuanza kwake yeye. Kwa hiyo nikaguswa nika, nika na hiyo nilivyotoka, nami nikaanza kufuatilia kujua hii bidhaa jinsi inavyotengenezwa, kwani alianza na hela ndogo na mpaka sasa hivi yuko hatua ile. E, nilivyorudi hapa nchini, sema kweli nilianza mwenyewe kuanza kutengeneza hizo bidhaa. Nakumbuka sabuni mara ya kwanza niliita Kudunda. Nikaanza kutengeneza mwenyewe ndani ya chumba tu lakini kwa sababu na marafiki zangu, kuna watu ambao tulikuwa tunaishi tukiwa kama rafiki tangia zamani, tangia mwanzo ambaye ni bwana Msa Kaige na Masanja Gerage kona. Hapana, kufanya kazi mwenyewe unaweza usifike, pale unapopata tatizo nikaamua kuwachukua kuwapa mawazo, kuambia bwana kuna shughuli hii na hii na hii na hii, na wenzangu wakawa wamependa kwa kweli, wakubali wakakubali wakakubali tushirikiane Tulianzia hapo mimi na wao kwanza kiri kwa mwaka elfu mbili na... kitu kama elfu mbili na ishirini na mbili, hivi tukutana mimi na wao eh, tukachakata akili, onekana hapana una mdau wa eh, maendeleo mkubwa sana ambaye tumeona akiwa kusaidia watu hapa Nzega ni mm, mtu ambaye tunaona kama ana maono makubwa sana, tukakubaliana hapana, situko hapa Dodoma na yuko hapa, tumwendee mheshimiwa zi wazo letu tuone kama atalipenda. Eh, tukamwendea tunamshukuru Mungu kwa kweli, tulibatika kumpata nakua na kuwa na ajiza. Alitupokea, akatusikiliza mawazo yetu, akatuambia e, sasa tulienda kabisa tu kienyeji, tuende kuzungumza naye kienyeji tu, hatuna hata business plan tuna, tuna hatuna chochote kile. Akatushauri kwamba hebu nienda muandae mpango kazi murete hapa tuone nimepanga nini oft mtapataji nini tuatukarudi Nzega, tukatengeneza tukamwendea tukampa, tena tumfuata Dodoma. Ah, sema kweli, kumbuka tulikuwa na kitabu kabisa, mpelekea Mheshimiwa. Alipenda sana, alipenda sana nakumbuka. neno alisema sintolisahau, mimi binafsi, akisema Nzega kitu kama hicho, watu ni mawazo kama haya. Aliposema hiyo kauli mimi nisikia moyo wangu ulisuhuzika sana akumbe, inawezekana tunafanya kitu kizuri sana pale. Akatwambia faili likuwa inasoma ila nilikuwa naonesha kila kitu, nilikuwa naonesha. Nafikiri ilikuwa inahitaji kitu kama milioni 35, yes, inahitaji milioni 35. Eh mheshimiwa jaribisha wana e, watu wakubwa, nafikiri wana mawazo makubwa wa mno. Alituonesha njia nyingi, yani tulizunguka kidogo, tulizunguka ni yani, kama mtu hauna nia ya dhati unaweza ukashindwa kashindwa ukashindwa kufanya mambo kwa sababu alikwambia, konekti na benki. Nakumbuka twende benki, benki a feri nyingi nyingi. Nakumbuka mara ya mwisho tulikutana naye Nzega, nicho kigundua mimi, aliokuwa nazungumza, aliona kama sasa kuna kitu, alikusoma kwetu pale pale, akaamua kutupa, kutupa sapoti. Kumbuka alitupa milioni ishirini kwenye akaunti ya Bwana Msaka hivi kwa milioni ishirini pale zikawa ndo zenye uwezo wa kununua mashine zile ambazo zilikuwa zimezitaget, ndo hizi tulizonazo hizi tulizonazo, mke wa ndani nafikiri zitaonekana akatukua, tukanunua mashine zetu. Sasa ile bajeti yetu ya milioni 35 ilikuwa milioni 15 ni kwa ajili ya material. sasa umepata mashine, material utapata wapi? Sasa pale kabisa tuanze kuumiza akili namna ya kupata material lakini, lakini tuliona hapana, tumwendee mwenyewe tena. Sani tulikuwa tuna kimbilio jingine, angalia ya kimbilio ni yeye tu, sababu alisha tuonesha kwamba anataka vitu kama hivi. So mheshimiwa, tulivyomwendea mara ya pili e, nakumbuka alituambia neno kwamba bwana, mimi nikiwapa hela mtasema hela ni za Bashe, kaiyo mtawaza kuzira moyoni hakuna, basi moyoni hakuna mwenye wazo la kula hela. Lakini baadhi yetu tulitoka, tulitafakari, kumbe anataka maendeleo yaani, hataki hela za kuliwa. Alitwambia bwana, na mwende halmashauri e, watawapa muombe mkopo, muoneshe kila kitu mtachokitaka, watawapa mkopo ndo mnunue material hayo. So tulipoenda halmashauri, na wao walitupokea vizuri na tulitumia muda mrefu kidogo, kwa sababu tulikuwa tumechelewa umba halmashauri na wao wakawa wametukopesha milioni ishirini kwa hiyo maana yake jumla tukawa na milioni arobaini. Ishirini tumenunua mashine ishirini tumekopeshwa na halmashauri kwa ajili ya kununua maciri e, kumbuka siku hiyo ile yani ambayo zimeingia tulikuwa tunaona kama yani, kama tunachelewa kwa sababu muda umeshaenda sana tangia tumenunua mashine tunakaa miaka miwili humu ndani mashine zimefungiwa nakumbuka safari tulipanga, siku hiyo kesho yake tunapata tuna akses ya kutoa hela na turuhusu halmashauri. Siku hiyo ilikuwa jua nafikiri, tukaunganisha tukaenda Tanga kwa ajili ya kununua matirio ambayo yanapatikana kule. Mwanzoni kumbuka, sabuni zilikuwa zinaitwa kudunda. Nilivyoanzisha mwenyewe ilikuwa zinaitwa kudunda. Sasa eh, jina zuri ni lipi? Mheshimiwa naipenda Nzega yake kusema kweli. Kusema kweli jina la Nzega tutaenda popote pale alishauri yeye. Tulipokutana naye Mheshimiwa Hussein Bashe ile mara ya, ya pili, na mara ya, ya pili na mara ya pili ile tunaenda ku, ku, kuomba ya, ya matirio na tukonekti na alimashauri na alituambia Mheshimiwa Bashe kwamba napenda sabuni ningeita Nzega ningefurahi sana. Sasa pale pale tukapitia jina la Nzega. Sabuni zetu zinaitwa Nzegaa ziitwa Nzega, natamani hiyo ipendee sabuni. Jina la sabuni likaanzia hapo kuitwa Nzega. Lakini pia matamanio ya mwisho ah, kweli jua msema kwe ni mpenzi wa Mungu, yani tunashindwa kuficha mahaba yetu, tunatamani Mheshimiwa mbunge wetu tuone anarudi. Kwa nini yaani mtu ambaye anatamani ana, ana, ana, kuona watu wanafika mbali, anasapoti watu kwa jinsi za root support. Hatukutegemea kwenda kwa mtu haraka haraka akawapa milioni ishirini kwamba hii hapa, anaenda mkafanye kazi mkanunue mashine. Tusidanganyane, hauwezi ukampata kirahisi. Kwa sisi tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kurudi madarakani, lakini Mwenyezi Mungu ampe afya, aendelee kuishi ili basi aone mafanikio yetu si vijana wake tamanio kubwa hata inayozidi pesa kwetu aone tunafanikiwa zaidi.